inasema mvua ya acha vilio shilingi bilioni 30 kukarabati barabara nchini. Lakini Rais Samia aonye fuara zisiwe kigezo kuvunjwa sheria azigusa taasisi ta. Lakini kuna habari kubwa inayosema Nchimbi akemea kauli za chuki kwa upinzani, hiyo ndio habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Mwananchi, inasema Nchimbi akemea kauli za chuki kwa upinzani lakini awapiga marufuku wana CCM nchini kutumia nyimbo na kauli zenye kuchochea chuki kwa vyama vingine, lakini ataka wanasiasa kuchunga ndimi, hasa wakati huu wa uchaguzi, lakini wadau wa siasa wachambua kauli yake hiyo. Ni habari inaendelea ukurasa wa nne wa gazeti la kula Mwananchi. Lakini bado kuna habari inaosema Chadema walishukia jeshi la polisi, Heche atangaza msimamo. Hiyo ni habari ukurasa watatu unasema Chadema walishukia jeshi la polisi, Heche atangaza msimamo lakini bado kuna habari inayosema nahodha akosoa mfumo wa elimu vyuo vikuu. Hiyo ni habari inayosema nahodha akosoa mfumo wa elimu vyuo vikuu. Hilo ni gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini kauli ya Kardinali Pengo, maisha ya Papa Francis, ukurasa wa sita. Habari hiyo inaendelea kwa kina, ni kauli ya Kardinali Pengo, maisha ya Papa Francis. Na tukiachana gazeti la Mwananchi tuangazie gazeti la Mwanahabari, gazeti bora kabisa lenye ndaza na habari inayosema Wasira amtaka Karua kuacha kujipima uzito na sisim huyo, ni Stehen Wasira amtaka Karua kuacha kujipima uzito na sisim. Lakini Kasi Majaliwa e, taifa letu limepata mafanikio makubwa miaka 61 ya muungano, ukurasa watatu wa barini endelea kwa kina. Ya Kasi Majaliwa anasema taifa letu limepata mafanikio makubwa miaka 61 ya muungano. Lakini bado habari kubwa ni miaka 61 ya muungano ndio inashika ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Mwanahabari, inasema miaka 61 ya muungano. Dr. Mwinyi, Tanzania imepiga hatua kubwa ya maendeleo. Huyo ni Rais wa Zanzibar Dr. Mwinyi sema Tanzania imepiga hatua kubwa ya maendeleo, lakini ni katika siasa, kiuchumi na kijamii, imekuwa kama kielelezo cha mafanikio ya muungano barani Afrika. Lakini aweka jiwe la msingi ujenzi wa barabara ya Kibada Mwasonga, Kigamboni, Dar es Salaam. Amshukuru Rais Samia kwa kuendelea kuimarisha muungano kwa kuzingatia uh, ufumbuzi changamoto za muungano. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa uh, za ndani za gazeti lako la Mwanahabari, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari inayosema Mtanzania ateuliwa katibu mkuu jukwaa la bunge maziwa makuu. Hiyo ni habari ukurasa wa mbili, inasema Mtanzania ateuliwa kuwa katibu mkuu jukwaa la bunge la maziwa makuu. Lakini bilioni thelathini yaidhinishwa kukarabati miundombinu ya barabara. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu, inasema bilioni thelathini yaidhinishwa ukarabati wa miundombinu ya barabara lakini ni zile zilizoharibiwa na mvua kubwa. E, za sasa, waziri Ulega akatisha bunge kujionea uharibifu Morogoro. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, kurasa wa wa mbele mbele, gazeti Mwanaharisi, e, gazeti lako lako la la ukurasa linaandika e, wapumulia mashine ni wabunge 40 wa viti maalum ndani ya chama cha mapinduzi CCM. E, ni wabunge wa viti maalum ndani ya chama cha mapinduzi CCM. Habari kubwa kwenye gazeti la Mwanahalisi nasema, inasema wapumulia mashine, lakini nchi mbi, eh, kumradhi, inasema nchi ya vimba. Hiyo ndo habari kubwa, inasema nchi ya vimba, amani ya kweli haiwezi kupatikana kwa kutumia nguvu, bali inapatikana kwa njia ya maridhiano na haki. Hiyo ni habari ukurasa wa pili, lakini ukurasa wa nane kuna habari inayosema serikalini, madudu matupu. Hiyo eh, ni ukurasa wa nane ya gazeti lako la Mwanahalisi nasema, serikalini madudu matupu. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi ya, ya leo linaanza na habari inayosema wizara ya katiba yaishukuru NMB kukijengea uwezo wa kituo cha huduma. Wizara ya katiba yasema yaishukuru NMB kukijengea uwezo kituo cha huduma. Lakini bado kuna habari inayosema Katari na Nemki kushirikiana mapambano gugu vamizi ziwa Victoria. Katari na nemki kushirikiana mapambano guguvamizi ziwa Victoria. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini raia wa kigeni 1769 wakamatwa kwenye operesheni maalum nchini, raia wa kigeni 1769 wakamatwa kwenye operesheni maalum nchini. Lakini kwenye kura za maoni balozi Nchimbi atoa maelekezo kwa wajumbe e, kwenye kura za maoni balozi Nchimbi atoa maelekezo kwa wajumbe awataka kusikiliza maoni eh, ya wananchi na mgombea wanayemtaka kwa udiwani na ubunge. Lakini asisitiza CCM daima itaenzi misingi ya Mwalimu Nyerere, awataka wenye sifa ya kupiga kura wajiandae kushiriki uchaguzi mkuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kulawa machinga ukurasa wa mbele, lakini bado kuna habari kubwa inasema, rais Samia aidhinisha bilioni 30, ukarabati wa barabara nchini Tanzania. Hizo e, ni barabara zilizoalibiwa kwa mvua kubwa ilionyesha. Hiyo ni habari kwenye gazeti la machinga kurasa sawa mbele, lakini gazeti lako tumaini letu e, gazeti lako linaandika buriani Papa Francisco. E, hilo ni gazeti lako linaandika buriani Papa Francisco, lakini uchaguzi mkuu wachukua nafasi mahubiri ya Pasaka. Hilo ni gazeti lako la tumaini letu, lakini bado kwenye gazeti la habari leo linaanza na habari kubwa inayosema bajeti ya ofisi ya makamu wa rais, toleo maalum la muungano lakini bado kuna habari yanasema, Nchimbi apiga marufuku wimbo wa uchochezi na chuki. Lakini Samia, fuara zisiwe kisingizio kuvunja sheria. Huyo ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hasani asema foara zisiwe kisingizio kuvunja sheria. Huyu ni habari ukurasa wa pili. Lakini asisitiza amani, ataka sheria katiba iheshimiwe. E, asisitiza amani, ataka sheria na katiba iheshimiwe. Lakini aainisha mafanikio miaka 61 ya Muungano Mwinyi Majaliwa wataka e, tunu zake kulindwa na kudumishwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Habari Leo. Lakini ukurasa wa pili wa gazeti la Habari Leo ni Wasira amvaa Karua wa Kenya kujitosa kwa Lisu. E, Wasira amvaa Karua wa Kenya kujitosa kwa Lisu. Lakini e, fuara e, kumradhi nasema, Biteko apongeza TRA kusimamizi bora wa mapato. Habari hii ni ukurasa wa saba. Biteko apongeza TRA usimamizi bora wa mapato lakini watu wanne mbaroni, udhalilishaji wanafunzi. Hiyo ni habari ukurasa wa 4 inasema watu wanne mbaroni, udhalilishaji wa wanafunzi. Lakini Rais Samia atoa bilioni 30 ukarabati wa barabara muhimu eh, Rais Samia atoa bilioni 4 eh, bilioni 30 kumradhi, inasema ukarabati wa barabara muhimu. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la habari leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari inayosema ukurasa wa 4 Papa Francis kuziko leo mpango kushiriki hiyo ni habari ukurasa wa nne. Anasema Papa Francis kuzikwa leo mpango kushiriki. Lakini gazeti lako la Majira asubuhi ya leo na lenyewe tunaanza nalo, linaanza na habari inayosema BRELA yapongezwa kwa matumizi ya mifumo ya kidigitali iliyoboreshwa. E, BRELA yapongezwa kwa matumizi ya mifumo ya kidigitali iliyoboreshwa, habarini ukurasa wa nane. Lakini ukurasa wa tano wa gazeti lako la Majira, serikali yaanzisha mfumo wa kielektroniki wa maswala ya Muungano. E, serikali ya lakini kwa nini pombe huathiri wanawake zaidi ya wanaume e? kwa nini pombe huathiri wanawake zaidi ya wanaume. Huo ni ukurasa wa tatu, habari inaendelea kwa kina kwenye gazeti la Majira. Lakini wasira mchana Martha Karua mwanasheria wa Kenya, e, wasira mchana Martha Karua mwanasheria wa Kenya. Lakini Samia aidhinisha bilioni thelathini za ukarabati wa barabara, e, Samia aidhinisha bilioni thelathini za ukarabati wa barabara, ni zile zilizoharibiwa na mvua za sasa. Eh, mabilioni mengine kujenga miundombinu ya kudumu Ulega katisha bunge kujionea uharibifu Morogoro, habari inaendelea ukurasa nne. Lakini kuna habari picha ikionyesha e, picha ya juu angani mafuriko yakiwa yamechukua nafasi kubwa katika maeneo e, mbalimbali ikiwemo Morogoro hiyo, e, ni picha ya juu ya anga e, mafuriko ikiwa eneo kubwa Morogoro. Lakini kuna habari inaosema Dr. Nchemba ateta na mkurugenzi mtendaji wa benki ya dunia. Dr. Nchemba ateta na mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Dunia. Samia, tusikubali uchaguzi uwe chanzo cha kutugawa. Hiyo ni habari ukurasa wa nne. Huyo ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hasani asema tusikubali uchaguzi uwe chanzo cha kutugawa. Hilo ni gazeti lako la Majira asubuhi ya leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako wa Raia Mzalendo, ukweli na uwazi, tunaanza nalo na habari kubwa inayosema Biteko atoa maagizo kwa RC Makonda. E, Biteko atoa maagizo, e, mazito kwa RC Makonda lakini kuna habari inasema wakili Moses Ambindwile, eh, kila Mtanzania ana haki ya kushiriki uchaguzi mkuu. Lakini msofe atajwa ubunge Ukonga. RC Homera atuhumiwa kupanga njama ya kumhujumu vita Kawawa. RC Homera atuhumiwa kupanga njama kumhujumu vita Kawawa, ni mpango wa kuharibu hafla ya kukabidhi ambulance, yaelezwa ni homa ya ubunge. Na mtumbo adaiwa kumwaga mabilioni jimboni TAKUKURU ya ombwa kuchunguza. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kura Raia Mzalendo. Ni vita ya kuelekea uchaguzi e, ndani ya chama cha mapinduzi CCM e, RC Homera hatuhumiwa kupanga njama kumhujumu vita Kawawa. Hiyo ni habari kwenye ukurasa wa mbele kwenye gazeti ya Raia Mzalendo. Lakini serikali ya Katari yaipongeza Nemki. Hiyo ni habari ukurasa wa tano, anasema serikali ya Katari yaipongeza Nemki, kwa heri Papa Francis. Hilo ni toleo linapatikana kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo lakini Dira ya Mtanzania gazeti lako linaandika Wasira mvaa Martha Karua bilioni 30 kukarabati barabara zilizoharibiwa na mvua. Ulega akatisha bonge kujionea uharibifu. Rais Samia aidhinisha mabilioni mengine kujenga miundo miundombinu ya kudumu. Hatua na timu ya inji, mainjinia ujenzi huo viwango, aigiza mainjinia wa baki saiti usiku na mchana. Lakini ofisi ya msajili na hazina kuongeza ufanisi kuboresha usimamizi wa taasisi na mashirika ya umma lakini Ebura yazitaka kampuni za gesi kuongeza mawakala. Hiyo ni gazeti lako la Dira ya Mtanzania ukurasa wa mbele, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Raia Mwema, muungwana ni kitendo, linaanza na kafu yaita ya G55 ya Chadema. Lakini Wakristo wahimizwa kukukombea taifa. Wafanya biashara waipa Kongolo TPA. Wabunge matajiri wa haha. E, wabunge matajiri wa haha, baadhi wa, waandaa vikao e, wapiga kura wamwage fedha kujinasua. Ni baada ya kanuni mpya CCM kuwabana ukali wa viongozi. Lakini kesi ya Lisu Chadema polisi kesho hapa toshi. Kesi ya Lisu Chadema kesho hapatoshi. Achukua fomu ya uraisi huyo ni nani? Basi gazeti lako la Raia Mwema litakuletea habari hii kwa kina, lakini kwenye gazeti lako la Anur lenyewe gazeti lako la Sauti ya Waislamu Anur linaandika tumeondokewa, Isa Maguo Nduma e, hatunaye hilo ni gazeti lako la Nuru linaanza kabisa na tangazo la msiba, tumeondokewa isamaguo nduma, hatunaye. Lakini DC wapongeza waislamu Mbea, Shekh Kabeke atoa tahadhari, asema siasa za chuki hazina nafasi Tanzania. Huyo ni Shekh Kabeke atoa tahadhari, asema siasa za chuki hazina nafasi Tanzania. Hilo ni gazeti lako la Nuru, sauti ya wa Waislamu, linakuletea habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Nipashe, mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema raia wa kigeni mbaroni, madai ya kufanya biashara Kariakoo bila kibali. Hiyo ni habari kurasa wanne, inasema raia wa kigeni mbaroni, madai ya kufanya biashara Kariakoo bila kibali. Lakini abuni mfumo ya uchaguzi eh, kansa kizazi unatumia akili unde. Lakini wizara ya shukuru NMB kukijengea uwezo wa kituo cha huduma kwa wateja Katari na Nemki kupambana na gugu uvamizi ziwa Victoria lakini miaka sitini na moja ya Muungano, rais Samia ataja mambo manane, wadau washauri muunganishwe Afrika. Mwinyi ataka uchaguzi mkuu usihatarishe amani na utulivu. Habari inaendelea ukurasa wa tatu wa pili mpaka wa tano asubuhi kwenye gazeti lako lanipashe. Lakini wafuasi wa Chadema wasimulia yaliwa wakuta, habari hiyo ni ukurasa wa pili. Lakini hivi ndivyo atazikwa papa Francis ndani ya gazeti lako lanipashe limekuletea hivi ndivyo atakavyozikwa Papa Francis. Lakini gazeti lako la Uhuru lenye linaandika Rais Samia asisitiza uchaguzi huru na haki. Hilo ni gazeti lako la Uhuru, Rais Samia asisitiza uchaguzi wa huru na uhaki. Lakini Tanzania kupokea shilingi trilioni moja nukta tisa za uhifadhi mazingira. Lakini wasira amshukia Martha Karua, huyu ni mwanasheria wa Kenya, kuingilia sakata la lisu e, amshukia Martha karua lakini Dr Chimbi awapa maagizo wapiga kura maoni sisim. Dr tilia eh, wanaotaka tut, tutengane hawana hoja. Huyo ni spika wa bunge Tulia aksoni asema wanaotaka tutengane hawana hoja, lakini spika Zanzibar awataka Watanzania kuenzi na kuulinda muungano. Hilo ni gazeti lako la uhuru ukurasa wa mbele pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la busati asubuhi ya, ya leo linaandika eh, siku ya mwisho kuzikwa katika kanisa lililopenda kusalia kila mara. Hizo ni siku za mwisho za Papa, kuzikwa katika kanisa aliyopenda kusalia kila mara, alitaka azikwe hapo, ila atimize kile alichoambiwa. Lakini maono ya Rais Samia juu ya utalii kutimia. Hilo ni gazeti lako la Busati, kurasa wa mbele. Lakini Zanzibar Leo, gazeti lako asubuhi ya leo linaanza na maadhimisho ya miaka 61 ya Muungano. Ni Dr Mwinyi asema Tanzania imepiga hatua, asisitiza amani kuelekea uchaguzi mkuu hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo. Lakini mfumo wa unumis kuratibu shughuli za Muungano. Lakini miaka sitini na moja ya mafanikio makubwa, hemedi asema. Lakini elfu saba wakamatwa kuishi nchini kinyume cha sheria. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele mut... E, tunaingia sasa kuangazia kwenye kurasa za michezo, tunaanza na gazeti lako la Mwanahabari linaandika Yanga na KVZ uwanjani leo kombe la Muungano. Yanga KVZ leo kombe la muungano. Lakini Simba, Simba yapania rekodi ya mwaka 1993 na huko kimataifa, na isi Roma, Simba kuvalishwa na Diadora. E, isi Roma na Simba kuvalishwa na Diadora. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari. E, huyo ni kupitia Jeruti. E, sasa ingia mkataba tena na Diadora. Lakini gazeti la wa Machinga kuna michezo linaandika Yanga uwanjani leo kombe la muungano Yanga uwanjani leo kombe la Muungano. Wachezaji Zanzibar watimuliwa kisa kubeti fadu. Wachezaji wanataka historia Afrika Kusini. Lakini kwenye gazeti lako la habari leo linaandika Simba yafanya utambulisho wa Afrika Kusini, e, Simba yafanya utambulisho wa Afrika Kusini. Yanga kivizedi kusaka nusu fainali kombe la Muungano, lakini kocha futsa akoshwa na kiwango. Hilo ni gazeti lako la habari leo, lakini KMC yaipeleka Simba Tabora ukurasa wa 23 habari inaendelea kwa kina. Lakini gazeti lako la Majira linaandika mwenjuma mun... atinga sauzi eh, kwa kishindo kuisapoti Simba. Pilato wa Simba na Selebo shabadilishwa, lakini katibu mkuu BMT aweka wazi mafanikio timu ya cricket. Hilo ni gazeti lako la Majira ukurasa wa michezo. Lakini Raia Mzalendo kule michezo naandika kipa Fountain Gate atorokea Nigeria, eh, kipa Fountain Gate atorokea Nigeria. Lakini Simba kurudia mwaka 1993 kesho. Lakini Majogoro habari kwenye gazeti lako la rai ya mzalendo. Lakini gazeti lako la dira linaandika Bonanza la Queen Park lavunja la rekodi mchombe Simba, lengo ni kuingia fainali kesho. Yanga kutupa karata ya muungano leo, yenye habari inaendelea ukurasa wa 14 wa gazeti lako la dira lakini gazeti gazeti gazeti lako eh, gazeti lako la eh, la michezo gazeti la Mwanaspoti asubuhi ya leo linaandika ishu ya diara kuondoka Yanga asira za feji eh, yes, za feji ubingwa wa liva, lakini rekodi za isogeza Simba fainali. Mtibwa Shuga ina dakika tisini tu eh, kinachotesa kengod ligi kuu dialo ashusha presha yuni gazeti lako la Mwanaspoti, lakini habari kubwa ni rekodi za isogeza Simba fainali. Hiyo ndio habari kubwa kabisa kwenye kurasa za mbele eh, kwenye gazeti lako la Mwanaspoti, gazeti la michezo na burudani, ni rekodi za isogeza simba fainali. Ya habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanaspoti, na ndo asubuhi ya leo inatufungia usomaji wa magazeti. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwa herini, asubuhi njema.